Kama hii tam moja ya Kasongo imefanya maisha yenu ya kuwe magumu, sababu ya hii ushuru, sababu ya wizi wa mali ya umma, sababu ya mauaji ya watoto wenu jenzi, wakienda kupinga mambo ya ushuru wanauawa. Hii miaka tatu meumia hivi, watu wasaamia, mko tayari muumie miaka kumi? kama miaka tatu ya Zakayo na ushuru wake, Kasongo na wizi wake na mauaji, are you ready ati kumpea a second term mpaka 2032? No. Hiyo ndio sisi tumesema, huyu jamaa lazima akue one, sababu tukimpa a second term there will be no country left, hiyo wizi inaendelea na sisi tumesema lazima tuungane, tuje pamoja Mwami undo We must come together. Hii Malava, kura ya Malava imekuwa testing ground. Wabunge wengi waliogopa kuja, magavana wengi wakaogopa kuja, mimi nikajitokeza. Boni Halwale akakuja, Cleophas Malala akaja, gavana wetu natembea akaja. Tukawa na wabunge wawili peke yao, huyu bwana eh, Caleb Amisi na tukawa na mbunge wa Bumula lakini ile jasho tumetoa, Kasongo huko ameiba kura, ametupita na kura elfu moja peke yake. Na sasa tukishikana, hawakina undo wakuje, wengine wote wakuje, tutamshinda tutamshinda. Mbere ametushinda na kura mia nne peke yake, inamaanisha tukiungana 2027 Kasongo ni one.